Eh, uh, tukikumbushana uh, hapa udhamini uliongezwa, eh, wa haki za matangazo 2019, miaka minne tena hii eh, ilikuwa ni haki za matangazo eh, haki za kurusha matangazo ya mechi za kombe la shirikisho pamoja na timu ya taifa eh, kwa sababu nakumbuka eh, kuna wakati timu ya taifa sasa ndo tunaweka kando. Eh, tunaweka kando, kuna wakati kama mtakumbuka nanyi hmm. Tulikuwa tunaita michuano ya kombe la shirikisho la TFF nakumbuka mm -hmm. aa mm -hmm. nakumbuka. Nakumbuka. Haikuwa na mdhamini mm -hmm. alafu akaja nani. Wapi wapi tena, unajua hata kabla ya hili kombe lilotolewa na CRDB hmm. mwaka jana hmm. ukirudi mwaka juzi kombe lile kalisoma Eh, hey, taji si lile, wakati Azam, Azam wanadhamini walilitoa taji lile, kwa hiyo maanake unajua pointi yangu ni nini? mm. pointi yangu ni kwamba kama yule alimaliza mkataba wake, kwa nini akua naendelea kula marriage ya kuitwa Azam Sports Federation Cup? Sasa sawa ni makubaliano kati yao hayo, tena sisi hayatuhusu. Adi ndio ndo wenye majibu kwa maana ya TFF wenyewe. ajobu hiyo atakuwa naona yanamuhusu kwa sababu ni mdau. unajua, unajua inachanganya kitu kimoja mm. mpaka mwaka juzi tuachane na mwaka jana ambao ndio tayari saribia liingia, mpaka mwaka juzi na hata mpaka mwaka jana, wakati yanaanza mashindano ni Azam Sports Federation Cup, kama tulikuwa tunaita kwa mazoea, kombe lile lokali linatoka mwaka juzi, kabla ya mwaka jana, kwenye title pale m TFF ndogo, alafu A S A A ni nini? ASFC A like kwamba ni Azam Sports Federation Cup m kwenye kombe imeandikwa hivyo, kwenye kombe sasa hiyo hisani ya namna gani? broadcaster huyo anapata hisani ya namna gani? Yani kwamba mpaka pale kwenye kombe utakaa hapa wewe, lakini wewe mkataba wako ulisha ila, sababu ni broadcaster, tutakupa hii? Ah, ah, come on guys. So ukishaiweka vile, mimi kama sponsor mwingine nakujaje pale? Sinaona, tayari kuna mtu sawa, tayari kuna mtu na yule. Mimi siamini kama ameichukua that for free, na siamini kama amepeana for free. I don't believe that. Hiyo kitu sijai kuiona hiyo hisani kwenye federation. I don't know lakini tukirudi sasa huku kwamba haya, Azam amekuja amin saradibi amekuja na udhamini mnono zaidi, sindio? amekuja na, na udhamini mnono zaidi hivi. Tukiweka tu logic, anaweza kawa amekuja mtu na udhamini mwingine mnono zaidi, alafu prize money ikabaki ile ile ya zamani, ili prize money ibaki ile ile ya zamani, that means gharama za uendeshaji zimeongezeka si ndio? Au nitakuwa nakosea mimi? Sasa hapa najaribu kutafsiri tu kwa uelewa wangu, kama amekuja mdhamini mwingine kwa pesa nyingi, kwa pesa nzuri zaidi kuliko ya huyu ambaye amemaliza muda wake, au ambaye whatever, hapo una expect lazima na price money inaongezeka. Leo tukirudi kuambiana kama price money ni milioni hamsini, ni ile ambayo ilikuwa inatumika awali. Sasa ngoja kurudisha sehemu moja. Um, nafikiri kinachokosekana kwanza ni mawasiliano mazuri mm. kati ya shirikisho na, na vilabu inayovisimamia, lakini la pili hakuna maelewano. Kwa maana gani? wakati wanaingia mkataba mpya, unajua wadau wakubwa wa, wa, wa, wa TFF ni vilabu na ndio bidhaa ya. na ndio bidhaa yao sio? mm. kuna namna ilibidi wakae, sio iwe ni ya kwa sababu yale ni mashindano ya, ya TFF. Wana haki ya kumtafuta mdhamini na wanafanya hivyo kwa ajili ya kupata gharama zile ku, kupata gharama za uendeshaji na, na vitu vingine vingi kama hivyo. Baada ya kupatikana, ilibidi wakae wazungumze kwa uwazi kabisa, na wakati mwingine hata sio kuzungumza, unatuma taarifa, bwana, kuna moja mbili tatu kuanzia yeah. sasa hivi mm -hmm. tupo na mdhamini mpya mm -hmm. Na, breakdown ile ya, ya, ya, ya, ya zawadi za ni hii hapa, alichokitoa ni hiki hapa, si ndio? Maanake kwa sababu kwenye press conference wenyewe wadhamini CRDB, si walizungumza kwamba wanatoa dola laki laki moja kwenye msimu ule, nusu msimu ule, katika ile round of 16 walioikuta, si mpaka kumaliza. mm. Sasa hii pesa tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tunaivunja vunja je, sio inakwenda wapi na wapi na wapi na, na mshindi anapata nini? Hivyo ndio vitu ambavyo vilitakiwa kuwa wazi na... sio kwa hivyo mm. kuna moja hapa TFF anakosa lakini pia hata vilabu vina makosa. Nadhani makosa vilabu yako kwenye kuanza kushirikisha, yani wao wanaendelea na msimu wameshaona kuna, kuna, kuna, kuna mdhamini mpya amekuja, si unauliza si unahoji mpya bila kujua. Eh, kamba bwana imekuaje? Sasa, au sasa ndio mimi nakwambia hapo sasa kuja kukutana na figa inapotokea sasa, mia mbili, hebu tu change basi, dola laki moja simeshapigwa hesabu ni mia mbili na hamsini na kitu, na gharama za uendeshaji uh -huh. Zawadi uh -huh. Wame break down pale, zawadi kwa bingwa, zawadi kwa mchezaji bora wa mechi man of the ma... Eh? kwa mfano ngoja kueleza mdhamini hapo, CEO wa CRDB wa mm. Ali wakati anazungumza pale, alizungumza kwamba ile dola laki moja walioitoa kuanzia pale round of 16 kwenda huko hakuitaja in amount, lakini aliitaja kategori ambazo zitastahili kupata mm. yaani kwamba pesa ile iende kwenye goli bora, mfungaji bora, mchezaji bora, man of the match, lakini pia na bingwa bila mm. kutaja amount zitaendaje, yeah, na gharama za uendeshaji bila kutaja amount kwamba atapata ngapi, atapata ngapi, atapata huyu hmm. atapata sasa ana kujaje? unasema unataka mia mbili sasa, na wakati mwanzo ukuoji paswa... kwamba mshindi anapewa yes. zawadi kiasi gani, mbaya anapaswa kutoa hiyo breakdown hmm. ilikuwa ni federation mm -hmm. bwana atapata ngapi nani, na kutokana na hizo kategori zote na ambayo hakutoa ambayo sijui sasa kama zi, I'm not so sure hmm. to the big thing hapa ni kwamba bingwa wa msimu uliopita na complain kwamba hajapokea hiyo amount sasa, the fact kwamba haijakuwa communicated kwao kamba, au na wao pia hawakuuliza. Kosa lao liko hapo kwa kwamba mm, kwa ni kiasi gani wanapata wakiwa bingwa mm. Nadhani labda kwa msimu huo naye federation, kwa, kwa sababu tulianza msimu kwa kujua kwamba bingwa ni milioni hamsini mm, kwa regardless ya kwamba kuna mdhamini mpya akapatikana tena kwa pesa labda nyingi zaidi, lakini zawadi kwa msimu huo hazijafanyaje, hazijabadilika kwa sababu tulianza msimu tukijua zawadi ndo hizo mm, kwao, maana yake hazijabadilika yeah. Kwao palitakiwa kuwa na hiyo information au huo, e, uwazi, umeelewa? Alafu kuelekea kwenye msimu mpya ndo labda tutaambiana bwana, sasa kutokana na udhamini uliokuja kuelekea kwenye msimu mpya labda zawadi zitabadilika mm, e, mshindi atapata nini nani na vitu vingine. Kwao na hivi vilabu, mimi sehemu moja ambayo nawalaumu hapo kuanza huu msimu mpya kama bado hawajui wa nini wanataka. Kwa hiyo maana mpaka sasa hivi watakuwa hawajui. Kwa nini hapo tuli iko wapi? Sikukubaliana eti kwamba ni kweli kwamba vilabu hawajui kwamba wanacheza alafu mwisho wa siku watapata nini. Kwa sababu ngoja tu nikuuze swali rais, wewe unafanya kazi ili upate nini? Mshahara. Na mshahara wako unapokea muda gani? Ambao una mkataba nao mshahara. Ehe, mwisho wa mwezi. Eh, najua kiasi. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba ikifika mwisho wa mwezi kwamba kuna kitu ambacho nitapata in return hiyo kazi ambayo umeifanya. Ulimsikia Masanza jana? Na ni finalist. Hapa mimi sisitaki kuamini hilo, kuna kitu kiko nyuma hapa Ahmed. Labda tujiwekee homework ya kuzungumza na hivi vilabu ili waweze kutuambia, kwa sababu vilabu vyote ambavyo vimeshiriki, unataka kuniambia mpaka vimefika hapo vilipo havijui kwamba mimi ninashiriki mwisho wa siku nikiwa bingwa nitapata nini? uh, uh, usiyo mtini, amemsikia hapo anachouliza? Ndio hapo ndio maana nasema kuna kitu kiko kwa, nyuma ambacho si wenyewe. Afisa habari wa federation alipoulizwa, jibu lake ulisikia? <laughs> Mtaingia Eh, hapo sio tu ndani zaidi. Hoja yako nimeelewa Mwanaidi. Nafikiri kwenye kuiongezea hapo, sema vilabu na federation sio tu vilabu peke yake ni vilabu wa federation kwa sababu ukisikia tu kauli tu ya Ndimbo unajua nini sehemu zote mbili kuna shida. Tena kubwa ndio. Mm. Turudi kwenye uh, pointi ya msingi, madai ya uh, hawa mabwana wawili, kila mmoja akiwa anasema anamdai mwenzie, TFF pamoja na na Yanga. Pengine tuliamini kwamba hili swala lingeishia tu kwenye makubaliano, dabi ikachezwa, lakini imeshatotoa huko. Hatujadili tena kuhusiana na hatma ya dabi, sasa tunajadili madeni. Lakini Alikamwe hmm. jana alisema tusihamishe mada. hmm. Na mada imehama automatic. Alisema tusihamishe, kutoka wapi kwenda? Eh?

madai yao kila mtu na namna alivyokata. Unafikiri kwa kwa, kwa kufanya hivyo mwafaka unaweza ukapatikana kwamba eti Ahmed niandikie na mimi nakujibu kwa maandishi. Sasa yes, kwa maandishi. Kwa nini lisingefanyika jambo la kiurahisi kabisa? Sawa ndiyo hiyo imani sasa hivi inaonekana kama imepotea kutoka kwa Young Africans kwenda kwa shirikisho. Lakini inapokuja kwenye suala la kwamba tunatakiwa tukae mezani ili kupata mwafaka. Kwa nini hili lisizungumzike? Hivi Yanga na TFF wamekaa vikao vingapi? Ni vingi tangu umeanza kusikia well, saizi kuna vitu tu vipya vinazaliwa na kuzaliwa. Unajua, kuna upande umeshachoka kukaa vikao. Unajua, kuna vitu, vitu ambavyo huwa vinaendelea ambavyo havionekani hadharani mm, na vinakwenda kwa mazoea mm, na vikitokea hivi inakuwa ni nafasi nzuri ya kujifunza na kukwepa hizi shida huko mbeleni, na ndicho ambacho kinatokea. Mi nafikiri kwa kila upande, wakati huu una nafasi nzuri sana ya kujifunza. Mi, mi, mi, mi naona kuna sehemu moja panapoelekea, unajua, kadri yote wanavyopasuana ndo tunapoelekea mwisho, umeelewa eh? Wa, e, mwisho mwisho wa sakata mwisho. Na mambo yote kadri hmm. wanavyopasuana ndo tunaelekea mwisho, sababu itakuja uh -huh. uh -huh. lingine mm. nisikilize, nikwambie. yani, mambo kadri yanavyoendelea kufunguka na kufunguka ndo yanaisha. yani, kama ulikuwa na maboksi thelathini, kadri unavyoendelea kuyafungua ndo yanaisha sawa utakaposimamia kuna mingine maanake utakuwa umeacha sawa. Kwao kadi atakavyoendelea kuyafungua mabox ndo tunaelekea mwisho na kila kitu kitakuwa kiko mezani. Sasa that is to say, kama huyu kakuletea karatasi ya madeni yake nachodai wesi, umemkata kwenye pesa za usajili na aliomba akatwe, barua yake ushasema iko wazi mm. ya kwamba umeomba akatwe, naye mpe vielelezo vya ulivyomkata unapata mm. hiyo mm. ili kwa sababu hataki kuja mezani ikupatikana tena hapo wewe kakuletea makaratasi yake, na mpe makaratasi yako. Kama hamna hayo makaratasi, ndio pointi ya kwanza inapoanzia ya sasa. Kama je, mimi natamani sana nimpate, kama ni mtu wa Yanga nimuulize, mmepata risiti za makato yenu ya usajili? Kwa sababu si wachezaji, si wamesajiliwa, si mm, risiti hizo mm, hazitoke mm, kwao. Mmepata risiti za za usajili wa wachezaji? Kama mjapata, kwa nini hazijatoka? Na kama hazijatoka, ina maana federation imeruhusu wachezaji wacheze bila kuwa na nani, bila kuwa registered hiyo ni another scenario tena inafunguka na kwao. Kadri ndo maana kwambia, kadri ninavyofungua maboksi ndo tunapoelekea mwisho, everything has to be unfolded. Hakuna kitu kinachotakiwa kibaki, ili kikiisha kimeisha, sio tena kikiisha hili alafu tuje tufungue lingine. Maana yangu ni kwamba inawezekana sosi ni mchezo mmoja tu adabu, lakini ufungue kila boksi, tusirudi tena msimu ujao tukimaliza hapa tuanze tena, unajua kuna hili tena lingine. Ah, yani kama ni kumaliza tunamaliza, lakini tunaendelea na mfumo huu huu na maana nikasema, hiyo ni wakati sasa wa yani kubadilisha hii mifumo, umeelewa? Mm, yani kubadilisha hii mifumo, watu wasiishi kishkaji yeah. Yani tusiishi kusaidiana saidiana, ndio inakuja matatizo, kwa sababu mimi nitakwambia kitu kimoja, TFF wanafahamu hali za hivi vilabu. Hii tunazungumzia ni Simba na Yanga eh, wanakuwa na madeni TFF. Vipi kuhusu hivi vilabu vingine, vipo yani vitaweza kwenda na huu mfumo bwana, niipe changu nikupe chako, umeelewa? Mm. Kwa hiyo wao wanaona pengine ili ah, tuepuke Haya matatizo msimu, tusije tukatoa adhabu mtu akafungiwa ikawaje, akashindwa kuendesha timu. Hebu twende kiki nyumbani, nyumbani, nyumbani. Mm. Kwamba mimi nikiwa na deni lako kwangu, kuna siku utanikata kwa sababu uwezo ule wa kupeana cash hatuna, sijui umenielewa, kwa sababu tutatetea, tuta, tuta hapa Simba na Yanga tutawatetea, kuna vilabu vingine huku.